Hongera sana Vedashi. Kwa hiyo mkubali kumtoa mkeo, si ndio? Hapana, mke wangu ahusiki na hili jambo, na usiki kabisa. Naomba tena mkae mbali naye, mimi ndiye nitakaye usika na kushika kijiti hicho. Kiachamana ha? Shemeji, asante, nashukuru sana mimi, tayari sasa nimeshiba kabisa. Kitamu sana hongera Kita, unajua kupika. Hapana, kichwa ha, hapa, kwa sasa hivi hakiumi, niko sawa tu hmm. hmm. ila tu kuna jambo natamani kukuuliza, lakini si nitakukosea tu. Samani, lakini bila samani. Wakati mume wako anaondoka, yeah, alivyokuwa nakuaga ulimwambia Mungu amlinde. Sasa huyu Mungu ni nani? Oh. Mungu ndio mmiliki wa hii dunia na vitu vyote viliomo ndani yake, hata mimi na wewe, na pia hata wale wanayemwamini kiukweli, wakimwomba kitu basi hufanya, na hata magonjwa pia huponaaa. Mm. so. Abali yako mkaka? Salama tu Wepe. mbona kama unaua? Ah, tumbo ndo limepata mrujiko kidogo, ila ndo nawai nyumbani ili dawa. Oh, pole jamani. Wepe, inawezendeka kupeleka nyumbani? Hapana, ah, ah, amo sijazidiwa kiasi hicho, naweza kwenda mwenyewe, naweza lakini asante. lakini ngekupeleka Unahitaji nini tena kwangu, wewe shetani mla watu? nikikosaga watu huwa nakula vitu vyao. Sikiliza Dembe, ninachokihitaji kwako unakijua. Achia, hii ni mali yangu. Umeshakufa, ondoka katika maisha yangu. Siondoki peke yangu leo. Hebu Mungu naomba nisaidie oh. Be. Mimi naona kwa sasa na inatosha, maana njaa ishaniuma. Sio mimi peke yangu, bila shaka hata na wewe. Sawa, mume wangu, maana naona mama hata mama kule keshatupa jembe. Nyie watoto twende nyumbani, hata kama mnalima havitaiva leo. Tumechoka, twende nyumbani. Sawa mama, tunakuja, ngoja mimi nikachukua na zile kuni Usichelewe. Uh, so, sawa utatoka na jembe langu uh. Hivi <gasps> mwanangu unafikiria nini juu ya hiki kilimo? Kiukweli mama, natamani kuna kitu kingefanyika, bila shaka kingetuwezesha hata nasisi kupata mavuno mengi. E, ngambira kintu kieke kio kwenda ukora. tungelikuwa na pesa mm -hmm, tungewalipa watu watulimie mm -hmm, na tungepata eneo kubwa, lakini tatizo hatuna pesa mm -hmm. nkibidi koletwenka. Safi sana hicho ulicho kisema ni muhimu kweli. Embu nikuulize kitu hivi. Familia ya mama Amo na familia yetu, ipi ni familia yenye watu wengi? Ni ya kwetu mama. Kwa nini kila mwaka mazao wanayovuna wao ni mengi kiasi cha kutoyakaribia hata kidogo, aliyakuwa tunawazidi watu? mm. Kiukweli sijui mama, ndio maana nahitaji kukuelewesha balinya bokubona tibaukurima bonka shana mbatumia abantu emibazi abantu emibazi nibo bantui aba nibantu balinya abarikutumiwa aba emibazi mbakozibwa mbako emirimo hmm. tofauti tofauti mbetwa mbeetwa amatuunu ha kumbe wachawe Uanakuja, jitahidi mke wako asije akajua chochote. Subiri kwanza, mwanangu. Haya, mke wako, pita kwanza, utangulie mbele huku ukaandae chakula akukuta. So, kwa hiyo mwanangu, kuhusu ile nanii niliyokuwa nakuambia Nilikuwa na kusimulia hmm. Mama, mamaamo ni mfanyakazi wangu. Mama, sija kuelewa. Mm. Yaani wewe ndio mtoto wangu wa kwanza, ndio mkubwa, kwa hiyo mimi nataka ulisi kiti changu kiti chako e, wewe ndio mresi wangu wa kwanza na wewe ndio napashwa nikupe kiti changu. Maana mimi ndio mkuu wa wachawi wote hapa kijijini, kwa hiyo nataka na wewe uwe mchawi kwa hili. Mama hapana! Ha ah, chef oh, kumbe Kebi ndo mimi. <sighs> Vipi, unaendeleaje? Mi si jambo, niko poa sana. za huko tokako? za huko nitoka nitokako, ni salama kabisa. Wazima hawajambo, vipi? yeah. dada yangu wa jambo, aisee. dada yako wa jambo kabisa, buheri wa afya. karibu nyumbani. asante karibu sana asante. Sasa mimi acha nifike kwanza hivi yeah. nitakuja nyumbani kuwatembeleeni. karibu sana yeah. Mungu muumba wa mbingu ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, Mungu ninakuomba unijalie kujikumbuka mimi ni nani na hapa nipo kwa kusudi gani. Nisaidie, nisaidie

Hmm, sio sana bana, ni wewe tu unazidi kuwa mdogo ah! Kwa hiyo unazidi kuwa mdogo wakati umri unaenda, sio ndio? Hapo sasa, hebu eh, vipi mama yako mk ajam? Kiukweli mama alishafariki we mama amefariki? Hey, mama alishafariki tayazungumzia hayo muda mwingine. Ngoja mimi niwahi dukani. Uh, yeah. Sawa ah, pole mwaya, pole anji. Sawa wewe wae dukani, mimi nitakuja, nitakuja nyumbani kukupa pole, sawa. Hebu kuwa mwawazi, mwanangu. ni nani aloteka hisia zako? Kiukweli mama, nimetokea kumpenda sana Vidashi. Wewe mwana, hujui kwamba ni mume wa mtu yule? Sasa kwani mi ni soko? ikiwa ye ni mume wa mtu, nami ni mtu, hivyo ninao uwezo wa kummiliki na kufanya awe mume wangu kabisa. Sasa unafanyaje? mm.